Labda nikikupa utaiweza. Ah, hiyo unazungumzia mimi kuiweza. Wewe mwenyewe unanijua kama mimi nikichukuaga naifanyaga vipi. Sijui <laughs> nicheze mapiano. Wewe. Hata nikiongea Kimatumbi hutonielewa pia. We si ulitoka, watu wameenda wamepiga mali yao, afu wewe ukaenda ukaichukua ile mali. Kumbe ile mali sio ya kwako, ni mali ya watu. Na miezi mitatu sijakanyaga kwenye huu mji. Ndio maana mimi unanifanyia mambo hayo. Mimi sikusoma. Sawa mdogo wangu. Shoga yangu, usichokijua mambo yako wewe unayofanya, na mimi naweza nikafanya. Upo dada? Nataka nitoke nyumbani kwangu niende kwa mzee wako nikamtukane. Kama ninakuonyesha heshima, basi naomba na wewe unilipe heshima yangu. Basi leo naomba nipe kidogo, nipe kidogo tu. Mai, umezoea kuchukua pesa yule mwanaume. Sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili. Ila mimi nimemisi umtaa ujachangamka bado. Wewe bwana. Unaita nini? Uwe changamka we. Shemeji huyo, shem darling. Eh, mm. Hapa siku unajua umesafiri. Safi, nipo. Si safiri. Kweli milima ya Kwale imeleta tunakutana jamani. Kwanza shikamoo. Marahaba vipi? Safi. Ulikuwa unatokea wapi? Au unaelekea wapi? Huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Nikajua kabisa nikifika kwako jambo langu halimalizi. Sasa ila shema na umependeza umetupia eh? Niambie. Usijali kawaida yangu. Mtaarifa zote kuhusiana na rafiki yako. Rafiki ha, yangu yupi? Mwajuma, Sami, Nana huyu, una maanisha nani? Mke wangu. Ah, mke. Ah, sina taarifa naye lolote, sina, lolote sina. Mimi sinafst, sina. Unajua nini shemeji yangu? Sijui shemeji yangu lolote, hapa niambie basi. Alafu shemeji, nywele alikuta nani hizo nywele, umependeza sasa hivi. Nisikilize basi. Unajua shemeji, wakati natoka safari, nimefika nyumbani. Baada ya kufika nyumbani nikakutana nika ah, na kufuli. Nikasema ah ah, hapana. Ngoja niende kwa mdogo wake. Nafika kwa mdogo wake, anaambia dada yangu ametoka sasa hivi hapa. Nikajua kwa vyovyote lazima atakuja kwako. Na ndio maana huo mguu niko kwa nakuja kwako. Wewe ndio udugu wako kabisa. Nimekuja kwako tena wewe unaniambia haujamuona. Una muda gani hujaonana na mke wangu? Katika kumbukumbu zangu. Mke wako? Mwaka juzi. Na ukuta ah so mwaka juzi. Mwezi wa pili, mwezi wa pili le, mwezi wa pili msibani vile, kwa mamina ndonikuta ah, sio yaani useme vi, na siku nyingi tujakutana mimi na yeye shimeji yao, yaani siku nyingi vi tujakutana mimi. Kwani kuna shida hapo? Bwana. Dada umeiba. Ni ndio. Dada, ah nakujua. Ah mimi si e e na madili yako ambayo wewe hana faida. Siyataki. Ngoja bwana. Sasa au. Meja ngoja. Hamna kitu. Mjoo bwana. Maana wewe mtafuta. Njoo. Shuka chini. Niko Kristo. Niambie. Bwana. Nimetoka huko katika mishimishi zangu. Si ndio bwana wangu ameniita. Tulie bwana, mimi sitakaji mambo hayo. Alafu vitu vya watu miko nani huko polana, mimi sitakusikia. Basi. Mimi nakupa story afu unafuata simu. Basi. Kwenda mm. Si ungefuata ule bwana hapo, yeah, unamwita sijui nani unani sijui ule nani kenge, kenge. <laughs> <laughs> na madili yako feki <laughs> eh, eh, nimetoka kwa bwanangu kanitibua huko nikasema chuachua na masila yangu kapita, nikaenda kumomba maji. Mama mama Mariamu pale nikamwambia mama Mariamu <laughs> mama, nomba maji. Kapa chini ata kuna umbea na kula umbea. Mama liya mama yake kamwita kaingia ndani. Sasa moja niondoka. Mume wa mtu yupo. Na kapa nafanya nini? Ile nataka kuondoka tu. Pali sikuna kifensi chake mchua lagie. Ndiyo. Mama nataka kuondoka tu. Kapa jani ona naona ndugu zako. Nanda. Yule mwizi anaitwa naituwa nani? Chamwisho. Chamwisho. Eee. Na mpendaga yule kaka. Wanae maraya. Kwa, mara. kwa ule teja. Hei. Afnasa hivi chamwisho rafiki yake anaitwa naituwa nani? Kizuna.

kizuri anakuja anakuja anakuja anakuja kaja, kamwambia tulia, kapola tambo. Yule mwenzi anamwona, kaja kapola poche, alipopola po tulia. Basi sasa mi ndo nilopola subiria kumalizia mchezo, unachukua simu, najua umeingilia kati, wamesubilia basi. Ah, ah, unankatisha mi nitaondoka. Basi. Wakateremka hivyo wakateremka hivyo, mimi sinajua maskani yao wanapoenda kufichaga vitu vyao, na mimi nikashukia kule kule. Oya, nikaenda kwa mchezo <laughs> ha, hi, wakizona nini, namba hiyo pochi ulochukua kizuma katoka Kabile. Kuambia, agade, nini unasemaje? Dare kile ya gada unasemaje, kabila? Nishakwambia sitaki masala ya gada wala nini, namba ile pochi ulomuibia mdogo wangu. <laughs> mbona somba <laughs> <laughs> ndako kwa kwa mambia, oh, mdogo wako gani? Nikamwambia wewe mdogo wako chichi chichikambia, wewe mtoto wa mamangu mkubwa. <laughs>

Sio kugea, na kugea utumie na kugea hii simu uza, ukishauza tunakuja kugawana, umesikia? Ngoja kwanza niangalie. Maana yake mdala wananiambia, naomba tunaomba tunaomba tupoze, nikaambia tulia. Basi nikaambia umeona kitu Shemeji yangu mi nimekuelewa, tena nimekuelewa vizuri sana. Kuna kitu nilikuwa najaribu kujiuliza, labda kuna wakati mlikuwa mmeshawahi kutofautiana na mdogo wangu, kati yako wewe na yeye? Kwa sababu haiwezekani mdogo wangu awe hivyo shemeji. da. shemeji yangu muuliza swali kubwa sana swali la msingi, <coughs> na swali lenye maana. Mimi sije kuwa tofauti na mdogo wako, alafu kingine, yani, mimi na mdogo wako tunapishana katika kitu kidogo tu. Sasa hivi ni kama ni mwezi wa tatu kama sikosei, unaenda tunapishana na tuelewani, kwa sababu mimi naonekana kama nafosi ndoa. Yani mimi ninachomwambia kuwa nataka nilete posa kwenu ni muoe awe mke wangu wa ndoa nije niishi naye hapo, isiyo tu anakuja anaondoka, mara sijui siku moja kaja, mara siku mbili hajakuja. Ushaelewa, mimi naishi na wazazi, afu umri wangu pia napaswa kuwa na mwanamke, kuwa na mke, yani ile ndio lengo langu. Lakini okay. nashangaa mdogo wako anakuwa na ndoa, ndio ugomvi wetu mkubwa na tatizo linaanzia hapa, na tena uzuri wake nilivyomwambia alikubali, na mahali alitaja yeye mwenyewe, kiasi anachotaka kaambia sawa, lakini sasa hivi kabadilika. <sighs> Shemeji, mimi nimekuelewa na nimekusikia. Mimi nakuahidi mama atakuwa kwako, nitakusaidia. Kwa hiyo relax tu, enjoy, mimi nitalifanyia kazi na mama atakuwa ni wako, mi ninakuhakikishia tu, lazima atakuwa ni mke wako mamu. Kama ilivyokuwa tafurahi, nitafurahi sana kwa sababu ndo ndoto zangu, nilimpambania ili tukija kuoana asiwe mama wa nyumbani, awe na mambo yake na mimi ni mambo yangu, tusaidiane kulea familia, ndo lengo langu kubwa. Sasa kama utaongea naye, nitashukuru sana pia nitafurahi, utakuwa umenisaidia. Mi mwenzio mgeni huku. Nimebiwa wamenipola vijana fulani hapo sijui kwenye road. Wamenipola mkoba wangu, simu yangu. Afu mimi mgeni wa mtaa. Unamjua Sombadi? Ish, roko bora vere kabisa. Sombadi wahe. Maana haugamba Sombadi, Sombadi, Sombadi, Sombadi wahe. Sikuelewi, kaka yangu, ongee Kiswahili basi, unisaidie. Unamjua Sombadi? Sombadi ndio mwenyeji wangu huku. Yaani namaanisha hivi, Sombadi gani? Sababu unafika unalipamia na ndoka hadi chini. Nakuta Sombadi gani hapa? Mimi huyo Sombadini mwenyeji wangu. Mimi huko mgeni, kaka wangu. Nimefika tu hapo nimepolwa na vijana, sijui panyarodi wale, wamenipola mkoba wangu na simu yangu. Kwa ni panyarodi wamekukaba wewe eh? Hey, ish, ushaibi wamo kabisa. Ila Sombadini mimi simjui kabisa, simjui. Yani hao wamenya, Sombadini anajulikana huko mtaa. Ish, isema kubisa mujini wewe kabisa. Yaani ni mshamba. Kaka, tisikuelewi. <coughs> <coughs> Mbona anaondoka? Labda tutamuona mw. <coughs>

njua sana wakati ushapindisha. Maisha ya kweli sasa. Ndio nini umeenda kuleta mchongo wa ajabu kwa wauni? Mchongo gani kaka? mimi mbona sikuelewi. Wewe usijifanye ujui, ujue mwanangu hasa ningekupa, najua ningekuuliza hivi. We kutoka mwanangu kwenda kuleta mazingira ambayo hayakuhusu we na uuni, toka lini? mi braha yako ujue, afu mimi naelewa mazingira yote ambayo wanaendelea Mazingira gani braza? Mbona unaongea hivyo shiti? Wewe au ni sio umepiga mazingira hayo afu dakika za mwisho umeingia kuchukua ule mzigo so, afu kumbe ule mzigo si wa kwako. Wewe umeanza lini mazingira kama hayo hapo? Michongo gani ambayo unaleta mdogo wangu? Mimi kaka nilikopa sielewi. Nilikopa sielewi. Nimetoka huko katika misheni zangu sielewi. Naona wamejipigilia kina cha nani sijui cha nani sijui. Wamejipigilia si zao. Mimi nikamwambia bora nisangalai na mimi. Si so, unajua mimi kazi zangu za kusangalai usiku? Kwa mimi sijaelewa kitu chochote braza wangu. Kwa nimeona kina cha mwisho amepiga mshindo, na mimi nimefuatilia kuna nini. Sasa nichokifanya mimi kibaya? Nisikilize mdogo wangu, umeona ile michezo ile michezo? Ni ya kuuza roho, watu wameuza roho. Kutoa roho yako wewe ni kitu cha kawaida sana, cha msingi au mazingira ya watu yanatakiwa arudi. Mimi sina taarifa yoyote chochote. Kwa nini? Vipi? Mbona hivyo unaongea nami, unanyanyuka sasa? Nataka mimi nifanyaje?

Wa kunidhalilisha, watu wote wanijue kama mimi nafanya kitu gani. Nimekuja kistaarabu eh? Ila hujataka niwe mstaarabu kama ulivyotaka. Mimi ndo nimepanda hivyo hivyo. Kaa chini tuendelee kuongea, ili goma linabidi liishe, mdogo wangu. Mi sipo tayari kukuona na kupoteza mdogo wangu, wakati naelewa maisha ya kiuni Vipi mwanangu, mbona kama hivyo, mshikaji wangu eh? so, umekuja kishari au umekuja vipi? Naona kama vile mwanao nini anakuja anaanza kubalusa balusa, anachukulia kama kwa watoto. Utaalama tembo, ujue usiongelee shari. Wewe unajua mimi kilichomleta nini? Sawa, nishakupa majukumu, lakini mpaka leo hii naona siku zinaenda, masaa yanasogea. Sioni tu mrejesho wote, naona kama unanifugia nyuki, ndugu yangu, anitafuna mimi, si ndio? Sasa mwanangu, nisikilize. Yaani wewe ungekuja kistaarabu. Basi tuongee kistaarabu kabisa na tuelewane. Lakini wewe mwanangu umetaka kuja kishari kama hivyo na timu atimua. Sikiliza mwanangu, yale mazingira mimi nafuatilia kwa sababu najua nchi ni ya mdogo wangu na bila lazima nisimame kama kazi. Au sio, bwana? Na nikakwambia kabisa mwanangu akikamilika mazingira utapata. Tukaje? Nisikilize brother, tunaheshimiana, roho zetu zinafanana. Sawa? Na tushafanya mambo kibao tu hapa kijijini sijui mtaani wote wote wanatujua sisi. Roho yako wanaijua, yangu wanaijua. Ndugu yako kazingua, na nimekupa taarifa. Siku zinaenda, mawiki yanaenda, sioni kitu chochote kikiendelea. Ina maana unanichukulia poa? Bado naona unanifugia nyuki, kwa sababu mlika watu wawili hapa, nimewaona wamejifaa kum, kumzamisha ndima ndugu yako. Mimi sijapenda. Sasa nisikilize mwanangu, nisikiliza mwanangu, usiniambie hivyo. Nataka hivyo mnavyotaka nyinyi, mimi nataka hivyo hivyo, mnatakaje Nyinyi mnatakaje kwenye utawala wangu mimi? Mnataka kuja kuniletea namba, sikilizeni, kuniletea namba. Oya, sikilizeni kenge mmoja mbuzi, unanijua mimi? unanisikia Mimi ndo shifa roho langu. Mimi ndo mchongo, nimezaliwa kwa ajili ya kununua matatizo tu kama mchongo tunaumaliza, tumalize. Kwamba kibinadamu, kama unataka tuonyeshane lomba yote tunalombaya, roho zetu zinafanana, sawa. Sasa mkali, niambie tu kitu ambacho kile cha kiume, mimi nikuelewe. Sikilize mkali, wewe ungetaka hivyo, ungekuja kama mtu mzima, ungekuja, mimi ni yako, sababu mimi nipo, mimi ni yako. Lakini dakika za mwisho umekuja na sisimizi kwenye utawala wa matembo, watu ndio warandesi eh. Poa tu, baridi, yani kwamba mimi nisaidie, nikaingia pale, kafanya chochote utawala wangu mimi, mbona hata kama wewe, mwanangu, familia yangu ungechukulia kiutu uzima, basi ukaja kiheshima, baridi, kama mimi nilivyokuheshimu kusema, bwana jambo la mdogo wangu mimi nitalistendia, lakini umechukulia poa wewe bana. Maana mimi sipendi maneno ya kitaalamu taalamu. Wewe niambie tu, tunafanyaje? Mimi mali yangu naipataje? huu dogo, na unamuona kama vile anakumaindi, ila yeye mwenyewe kahusika kwenye umchongo kwao, lazima aumie. Unaona kama anakuletea dharau huyu, lakini yeye mwenyewe ameuza roho yake huyu. Sio mwezi kujua tulipataje ile nani mwanangu na kusikiliza, mimi mazingira yako na kustendea na sarandea, popote ilipo mali yako itapatikana itarudi, no complain, no nini, au sio mwanangu? Sema, mdogo wangu. Tonana. Oya, wewe usimfugia sila huyu mdogo wangu, wewe mwenyewe, yani roho yake zinafanana na roho zetu takutana na mangandela. Maisha ya kweli kiaunda, tulia, nenda ndani. Tu. We wiki. Sasa wiki wiki inandota... Weo, ya wewe we, nilikuchana kwamba ukija hapa uje peke yako. Huyu nani alafu anafika hapa naletea usela. Mi msela? Mimi I am the gentleman, mi sio msela mtu anapambana na maisha yangu lafu anakuja kuniletea hizi nukta. Wewe tulia, ah. Nisikize mimi kizuna, ah. Sikiliza brother. Nisamehe mimi.